Muulizaji anasema kuna baadhi ya wanawake wenye mimba ambao zinapokaribia siku zao za kuzaa huenda hospitali na kuambia wazalishwe kwa kupasuliwa, yani operation. Hii ni kwa sababu ya kuwa na hofu kubwa ya maumivu ya uchungu naomba kujua kisheria kufanya hivi inaruhusiwa? Jawabu ya wenye ilmu e, ikiwa mwanamke ana hofu kubwa kiasi yes, ya kwamba hawezi kuvumilia kujifungua mimba yake kwa njia ya kawaida, na kwa hiyo anastahabu e, apasuliwe basi hilo halikatazwi, kwa vile hofu vile vile inaweza kumdhuru ikiwa hawezi kabisa kustahimili kutokana na hofu inayomjia na kwa hiyo akaona bora kupasuliwa kuliko kuzaa kwa kawaida, hilo halikatazwi. Lakini kwa kusudia maksudi kujidhuru kwa kupasuliwa, kwa sababu hilo linaweza kumpeletea madhara, bali inavyojulikana E, au pengine e, katika kipindi kilichopita ilikuwa wanawake hawezi kujifungua kwa kupasuliwa zaidi ya mimba nadhani tatu au nne. Baada ya hapo wanakatazwa kabisa kuchukua ujauzito. Labda sasa maendeleo men, ya, ya kitaalamu yanaruhusu pengine zaidi kuliko mimba hizo nne e, e, au tatu. Wallahu alam. Kwa hiyo ikiwa hakusudii kujidhuru, lakini ile hofu yake inamzidi kiasi ya kwamba inaweza kumdhuru, anaruhusiwa kuchagua kupasuliwa badala ya kujifungua kwa kawaida. Hilo halikatazwi katika hali ya dharura kama hii, kwa mujibu wanavyosema wenye elimu. Wallahu aalam.